Kocha kule ni uh, kwa sare, ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Kuwa mchezo mgumu uh, kama ambavyo tunafahamu siasia ni, ni timu bora, ni moja ya timu bora sana kwenye ligi ya wanawake na tulitarajia kupata ushindani wa aina hii, kwa sababu mechi ya kwanza tulishinda kwa idadi kubwa ya magoli. Nafikiri walikuwa wanaona kwamba leo ni siku ambapo wanaweza kuja kutu, kutu, kutu challenge na tuonyesha kutu, kutu, ni kitu gani ambacho na wao wanao kama timu, na nafikiri mechi imeonekana ilikuwa ni mechi ngumu. Uh, wametangulia magoli mawili, uh, determination kubwa wachezaji wetu, tumeweza kusawazisha. Tunamshukuru Mungu, alhamdulillah. Mmemaliza kwenye top 4 kwa maana nafasi ya tatu alikuwa ni malengo yenu, na nini kilichangia ambayo sababisha msiwe machampioni msimu huu? Uh, kwanza malengo yetu ya kwanza sisi ilikuwa ni kutengeneza timu ya ushindani ambayo inaweza kushindania ubingwa kwa sababu wote tunajua, uh, Yanga Princess huko nyuma ilikuwaje. Uh, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wenye projekti yetu tunaifanya, maendeleo ni mazuri, tuko mbele ya muda, kwa sababu kila mmoja ameona namna ambavyo timu inashindana kwa sasa hivi. Na sasa hivi ligi imemalizika, lakini tunaenda kwenye, kwenye, kwenye, kwenye dirisha la usajili, maana tunaenda kuboresha yale maeneo ambayo tunaona eh, yana matatizo ili tuweze kuja kiushindani zaidi msimu ujao kwa ajili yes. ya kushindania ubingwa. Mtaanza tena ngao ya jamii, nini unawahidi wa, na Yanga Uh, sisi tunaenda kuiandaa timu uh, na siku zote tunaenda kuiandaa timu kwa ajili ya kuwatengenezea wanayanga furaha. Sisi tunachokiomba kutoka kwao ni support kubwa uh, ambao wanaweza wakatugeia, hilo ndio litakuwa ni jambo kubwa, halafu deni wataliacha kwetu, ili sisi tuweze kufanya vizuri, tuweze kuwapa hiyo furaha ambayo wao wanaitarajia. Lakini lakini tutakuwa na msimu mzuri kuanzia kwenye ngao ya jamii msimu ujao. Tumeona leo timu imechoroa sana wachezaji kuwaka kurudi kwenye, kwenye, kwenye kiwango chao kama cha siku zote, lakini kipindi cha pili tumeona mmerudisha magoli yote mawili labda mligundua nini hasa na nimezungumza nini na wachezaji uh, kuelekea kwenye kipindi cha pili? Sio kwamba ni wamechelewa kuwaka, uh, si hivyo, isipokuwa huu uh, ni mpira wa wanawake uh, nafikiri uh, kufahamu mpira wa wanawake uh, ni kitu kingine, kwa sababu mpira wa wanawake ni tofauti sana na mpira wa wanaume. Watu wa kike wako tofauti. Leo tunacheza mechi ya mwisho ya msimu, uh, mentally wengi hawapo, wengi tayari wanajua wameshamaliza msimu sisi kama walimu tunafanya kazi kubwa kuhakikisha saikolojia yao inakuwa ipo sawa, ili waweze kutupa kile ambacho tunakihitaji. Umeona namna ambavyo tulianza, ni kweli siasia walikuwa wapo juu sana, lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, nao walikuwa wanaingia mechi, na kama unavyoona, tumeweza kufanya sabu ambazo zimeweza kutuletea matokeo, kwa sababu tumekuja kusawazisha magoli, kitu ambacho tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho ambacho ametujalia.